Kuna watu wanaona mambo kabla hayajatokea, wanajua hatari inayokuja, lakini wewe bado unaona kwa macho tu ya mwili. Leo nitakufunulia siri tisa za watu waliofunguliwa macho ya wa kiroho. Sio hadithi, sio nadharia, bali ukweli wa Bibilia ambao wengi hawajui.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 siku zote ni watu ambao wanaona kwa macho ya roho na wala sio macho ya kimwili. Ni watu ambao wanaweza kuona chanzo cha tatizo kwenye ulimwengu wa kiroho kabla ka, pasipo kuangalia ulimwengu wa kimwili. Wanaweza kuona chanzo kwenye ulimwengu wa kiroho pasipo kuangalia hali ya, ya mwili. Kwa hiyo watu wa namna hii wanajua vita halisi si ya mwili, bali ni ya roho lakini uh, siri ya pili ya watu waliofunguliwa macho ya kiroho, hutambua hatari kabla haijatokea. Macho ya kiroho yakifunguliwa, humpa mtu ufunuo wa mapema. Anaona ishara ndogo ambazo wengine huzipuuza. Hawa ni watu ambao wanaweza kuona ishara ndogo ambao watu wengine huzipuuza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Amosi tatu na mstari wa saba, imeandikwa hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote pasipo kuwafundia siri yake watumishi wake manabii wake. Kwa hiyo Mungu hawezi kufanya neno lote pasipo kuwafunulia. Kwa hiyo watu ambao wana macho ya wa kiroho huona hatari kabla haijatokea, ni watu ambao wanakuwa na uwezo wa kuiona hatari kabla hatari hiyo haijatokea. Ana uwezo wa kuona ajali kabla ajali hiyo haijatokea, anaweza kuliona tukio kwenye ulimwengu wa kiroho kabla tukio hilo halijatokea. Ndio maana ukisoma wenye kitabu cha Waefeso 6 ukisoma ukiso, ukiso, kitabu cha Amosi sura ya tatu na mstari wa pili Mungu anasema hakika Bwana Mungu hatafanya lolote pasipo pasipo kuwafunulia. Ni watu ambao wana uwezo wa kuona hatari kabla hatari ijatokea, wanaweza kuona mabaya kabla mabaya hayo hayajatokea, wanaweza kuona jambo lolote kabla jambo hilo halijatokea. Kwa hiyo hii ni siri ya watu waliofunguliwa macho ya kiroho ni watu ambao kutambua hatari kabla ijatokea, anaweza kuona hatari yoyote kabla hatari hiyo haijatokea. Anaweza kiona kifo kabla kifo hakijatokea, anaweza kuona hatari yote kabla hatari hiyo haijatokea. Lakini siri ya tatu ya watu waliofunguliwa macho ya kiroho, huona thamani ya maombi kuliko kelele. Watu hawa hawapendi maombi ya juujuu, wanajua maombi ya ndani, kimya na kwa machozi, hubadilisha mambo makubwa. Ni watu ambao uh, huthamini, huona thamani ya maombi kuliko kelele. Ni watu ambao wanathamini sana maombi kuliko kelele, wanathamini sana ni watu ambao wanathamini maombi, wanayathamini sana maombi kuliko kelele, wanapenda kuomba kwa undani eh? Ni watu ambao wanakuwa wanapenda kuomba kwa undani, wanapenda sana kuomba kwa undani, kuomba kwa kina. Hawapendi tu kuomba juu juu, bali ni watu ambao wanapenda kuomba kwa kwa kina sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 na mstari wa 16 imeandikwa Ungama, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii kwa, nini, kuponywa, kwa, haki, kwa, sana. Kwa hiyo watu waliofunguliwa macho ya kiroho ni watu ambao wanapenda sana maombi wanathamini sana maombi wanapenda sana kuomba kwa bidii wanapenda sana maombi lakini pia siri ya nne, hutambua roho nyuma ya tabia. Ni watu ambao wanaweza kutambua roho nyuma ya tabia, wanaweza kutambua roho nyuma ya tabia. Hawaangalii mtu kwa uso wake, bali roho inayomwendesha ni watu ambao hawaangalii mtu kwa sura yake, lakini wanaangalia roho iliyo nyuma ya tabia huyo mtu. Ukisoma kwenye kitabu ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa kwanza imeandikwa, wapenzi msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kwa hiyo hawa ni watu ambao kutambua roho nyuma ya tabia, wanaweza kutambua roho na kwaambia neno la Mungu, nasema wapenzi msiamini kila roho bali zijaribuni hizo roho, bali zijaribuni hizo roho kwa msiamini kila roho, bali zipimeni roho hizo ziangali, zijaribuni hizo roho. Kwa hiyo tatizo si mtu, bali ni roho nyuma yake. Kwa hiyo watu waliofunguliwa macho ya wa roho hutambua roho nyuma ya tabia, hawaangali tu muonekano wa nje, hawaangali tu ila wanaangalia roho iliyoko nyuma ya mtu huyo, roho iliyoko nyuma ya tabia ya mtu huyo. Lakini pia, siri ya tano huvutiwa zaidi na utakatifu kuliko miujiza. Ni watu ambao wanavutiwa zaidi na utakatifu kuliko miujiza. Wengi hutafuta miujiza, lakini walioitiwa nuru kiroho hutafuta kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni watu ambao huvutiwa zaidi na utakatifu kuliko miujiza. Ni watu ambao wanakuwa wanavutiwa zaidi na utakatifu kuliko miujiza. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya tano na mstari wake wa nane, kitabu cha Mathayo sura ya tano na mstari wa nane imeandikwa Heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Ni watu ambao wanatafuta, watu waliofunguliwa macho ya kiroho ni watu ambao wanatafuta kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, ni watu ambao wanatafuta kuishi maisha ya utakatifu, ni watu ambao huvutiwa zaidi na utakatifu kuliko miujiza, ni watu ambao wanavutiwa na utakatifu, kuishi maisha ya utakatifu, na maana Mungu anasema heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo wenyewe wanavutiwa zaidi na usafi, kutembea katika usafi wa kiroho, kutembea katika usafi, wanavutiwa na usafi wa kiroho usafi, wanavutiwa zaidi na utakatifu kuliko miujiza. Lakini siri ya sita ya watu waliofunguliwa macho ya wa kiroho hujua wakati wao wa kunyamaza na wakati wa kuzungumza, ni watu ambao wanajua wakati wao wa kunyamaza na wakati wa kuzungumza. Ni watu ambao sio wanazungumza kwenye kila kitu eh? Ni watu ambao sio kila sehemu wanazungumza tu, hapana, bali ni watu ambao wanajua wakati wa kuzungumza. Wanajua ni wakati upi nizungumze, ni wakati upi natakiwa kunyamaza. Hawazungumzi kila walichofunuliwa, wanajua siri zikizungumza mapema huwa mpango wa Mungu. Ni watu ambao wanakuwa wanajua sio kila kitu walichofunuliwa natakiwa kizungumza, sio kila kitu walichoonyeshwa natakiwa wanatakiwa kukizungumza. wanajua wakati wao. Ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya tatu na mstari wa 7. Wa kurarua, kuna wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Kwa hiyo watu waliofunguliwa macho ya kiroho ni watu ambao wanakuwa wanajua ni watu ambao wanajua nyakati ya kusema na nyakati ya kunyamaza. Lakini siri ya saba, huona baraka kabla haijaonekana. Watu wana uhakika wa ndani hata kabla mabadiliko ya nje. Ni watu ambao wanakuwa na uwezo wa kuona baraka kabla haijaonekana, anaweza kuona baraka kabla baraka hiyo haijaonekana, anaona kabisa baraka kabla baraka hiyo haijaonekana. Lakini uh, siri ya nane, hujua mateso ni sehemu ya mwanga wanapitia maumivu makubwa kwa sababu mwanga huvutia upinzani wa giza. Ni watu ambao wanakutana na upinzani mkubwa, wanakutana na upinzani mkubwa eh, wanakutana na vitu. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 na mstari wa 16 na 17, utaona utaona, neno la Mungu lasema pale, maumivu yetu ya kitambo hutuletea utukufu wa milele. Kwa kujua mateso ni sehemu ya mwanga, wanapitia maumivu makubwa kwa sababu mwanga huvuta upinzani wa giza, lakini pia upinzani uh, lakini pia siri ya tisa, hawaishi kwa hofu bali uaminifu. Ni watu ambao wa hawaishi kwa hofu bali uaminifu, wanajua kuwa hata wakiona mambo mazito kiroho Mungu, yu, Mungu yuko juu ya yote. Mungu hakutupa roho ya woga. Ndio maana kusoma kitabu cha wa Timotheo wa, wa, Timotheo wa, uh, Timotheo wa pili sura ya kwanza na mstari wa saba utaona neno la Mungu nasema, Mungu hakutupa roho ya woga kwa hiyo, hawaishi kwa hofu bali uaminifu ni watu ambao hawaishi kwa hofu bali uaminifu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo lolote ambalo umejifunza, naomba comment chini, nimejifunza zaidi. Aa, Mungu akubariki kwa kutoa muda wako kutufuatilia. Lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media ili uendelee kujifunza zaidi na zaidi. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.